Kama wewe kweli ni mpenzi wa movie basi movie za India ni nzani, ni mfuatiliaji sana na unamjua mtaalamu Salman Khan. Sasa leo nakuletea kigongo kikali cha mwaka 2023. Ni bonge moja la movie ambalo mtaalamu aliweza kulicheza, ni movie moja yenye hisia kali sana, ambapo imepita zaidi ya miaka 22. Sasa leo nikaamua kusogezea mtaalamu jina langu naita Bongo Tech 255. Unachotakiwa ni kwenda kuitizama muvi hii kwa sababu ina mapenzi ya kweli, kisasi, usaliti na kadhalika, so bila kupoteza muda, mda tutakai sikizame review yake, usisahau ku like, subscribe, ku comment na ku share ili uweze kujifunza nasi, asanteni, so asanteni, let's start Hii ni story tamu sana, movie inaanza hivi. Kijana mmoja ambaye anaitwa Lohan Mohan, kijana mbabe mtaani, ana kazi ya maana na namweka mjini zaidi ya kuishi akiwa anamtegemea kaka yake, anakula bule na kulala bule. Hali hii inamkera sana kaka yake Ajayi. Lakini sasa atafanyaje? Ameshakuwa kaka, kutokana na ubabe wake akatengeneza idadi kubwa maadui mtaani. Licha ya kuishi kibabe na kiuni kitaa, linapokuja swala la kuwasaidia watu pale anapoona wanaonewa basi mwamba anajitoa sana kuwasaidia watu. Siku moja akiwa kijiweni na kulu yake Jubles wenzake, alikatiza binti mmoja mgeni, kwa jina anaitwa Nel Jara aliyekuwa na ripoti chuoni kwa mara ya kwanza, hivyo akakaribishwa na auni hao. Hawakuwa na sababu ya msingi ya kumsimamisha bibi huyo mrembo na mpole zaidi ya kumsumbua, huku akipekua mizigo yake na kuchukua baadhi ya vitu alivyokuwa amebeba, ikiwemo chakula chake. Baada ya hapo, akaamriwa kumsalimia Rodi kwa kumpa saluti mara zote atakapokuwa anakutana Bibi huyo mtoto wa kiongozi wa dini hakuwa na makuu mara zote alipokutana na Rodi alimwamkia kwa kumpa saluti yake. Hata alipokutana katika nyumba za ibada alifanya hivyo. Sasa kitendo kile kikawa kinamkera sana Rodi kwa kupigiwa saluti mara kwa mara kwa kipindi kifupi alichokuwa anakutana na bibi. Rodi akavutiwa na Nil Jara. Shida ikawa ni namna gani sasa kumuingilia huyo bibi maana bibi huyo ni mrembo afu ni mambo mageni kwake kwa mtaalamu Rodi. Yeye ni mtu mgomvi tu na kushinda vijiweni kila mara kutongoza ajui, ikabidi ajikaze na kutafuta lugha nzuri atakaomfanya bibia amuelewe. Lakini alipofika kwa bibia ajingatangata, sijui lakini na ujumbe aliofikisha. Lakini mara kadhaa bibia huyo aliwahi kushuhudia baadhi ya vitendo vya kubutua, ambapo Lodi alivyokuwa akivifanya hadharani bila kujua sababu, hiyo akagoma kuwa naye. Lodi ikabidi ya forces za kupendwa kibabe baada ya lugha mapendo kufeli, bibi akaingia line na kumkubali mbaba huyu ambaye mkorofi sana mtaani, baada ya kwanza kusikia stori zake kwa baadhi ya watu ikiwemo ndugu zake wa Kalimu juu ya baadhi ya matukio Kalimu aliyowahi kuyatenda. Sasa bibi akaamua kuingia sasa kimapenzi na Lodi baada, baada, Lodi Lodi siku ya ya ikawa nzuri baada ya ombi lake kukubaliwa, mtaalamu ikawa nzuri baada ya ombi lake kutengeneza siku chache Lodi Lodi akiwa kitaani kuna genge fulani la wauni linamvamia alikuwa mwenyewe, akashindwa kukabiliana nao. Walimpiga vibaya sana sehemu ya kichwani kwa kumchangia kiasi cha kuwa mahututi na kupelekwa hospitali. Majibu yake ya afya yakuwa mazuri baada ya kugundulika akili zimeruka na akawa chizi, awezi tena kumtibia tatizo hilo. Oh my god, solution ni kupelekwa sehemu ambayo atakaoishi mataila kama wenzake, tunaita Milembe. Mwanzo wa maisha mapya ya mateso kwa mbabe Rodi akawa amekutana nayo akiwa kituoni hapo mpenzi wake alikuwa mtu wa ibada mara zote, akimwomba Mungu amponye mpenzi wake. Baada ya muda mrefu, haya ya muda mrefu, maombi haya yalisikilizwa, afya ya Lodi ikarejea kama awali. Akawa anashangaa muonekano wake, mazingira alipo, lakini watu walikuwa hawamwamini. Sasa vipi kapona? Kapona kuponaje? Baada ya jitihada hapa na pale za kawaida ya kugonga mwamba, ikabidi sasa mwamba aondoke kituoni kwa kuforce, yani lazima atoroke. Katika akati sasa za kutoroka, bahati mbaya alipata jeraha baada ya kuanguka umbali mrefu sana na kurejeshwa ndani, akafungwa nyororo na kuzuia stroke tena. Siku moja, bibie Nirjala alifunga safari mpaka kitoni hapo ili kumjulia hali Lodi, lakini alikuta amelala, akiwa na jeraha kubwa mguuni, yuko na lafulafu, kafungwa minyororo. Akutaka kumwamsha, alijua bado ana shida ya kiakili, alimwachia baada ya vitu ili akiamka vikute, kisha kaenda zake. Bibii alipofika mbali kidogo, Rodi aliamka na kumwona bibi kwa mbali. Alimuita kwa nguvu lakini hakusikia sababu za kelele ya matahira basi kichoni hapo, mwamba hakusikia kabisa. Mwamba akapanga mpango mwingine wa kutoroka. Wakati anasuka mipango, kumbe ulayani bibi akachaguliwa na mtu mwingine wa kuolewa naye, baada ya kuona uwezekano wa Rodi kupona ni sifuri. Lodi alifanikiwa kutoroka baada ya kutembeza kichapo kwa baadhi ya wasimamizi wa kituoni hapo. Moja kwa moja akaelekea mpaka nyumbani kwa kina bibi. Alipofika sasa, alikuta hali ya tofauti ya majozi nyumbani kwao. Kumbe maskini bibi yakuwa tayari kuolewa na mtu mwingine, hivyo akaamua kujiua. Siku mbaya kwa Lodi, furaha aloipigania kaikosa ndani ya miaka kadhaa wakati huu wanauguliwa na maumivu kuna kikosi kimeagizwa kwenda kumkamata baada ya kutoroka. Mambo ya Salman Khan, movie inaitwa Tere Naam, yani maana yake your name. Ni movie ambayo imechezwa mwaka elfu mbili na tatu. Ni bonge moja la movie, alafu ni single, kaitizame, alafu utaweza kuenjoy sana. Unaweza kuipata pia katika linki description hapo chini ili uweze kujifunza nasi. Jina langu naitwa Bongo Tech 255, kwa masuala mbalimbali ya teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Sasa kwanza kulike hapo, subscribe, ku comment na ku share ili uweze kujifunza nasi. Asanteni, natakia siku njema.